Mwili wa Raila Odinga ulisafirishwa kutoka Mumbai nchini India alikofariki hadi Nairobi ukiwa kwenye msafara wa jamaa wa familia na maafisa wa serikali na wandani wake . Ndege iliyobeba mwili wa Raila ikiwasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta mwendo wa saa tatu asubuhi. Brenda Wanga anaangazia safari hii kutoka Mumbai hadi Nairobi. Maelfu ya kilomita kutoka nchini Kenya, binti ya Raila Odinga alikaribisha ujumbe wa serikali uliofika kutoa mwili wa babake aliyefariki akipokea matibabu India, marehemu Raila Amolo Odinga. Kwenye eneo hili la kusubiri abiria katika uwanja wa ndege wa Mumbai, hali hapa ni ya utulivu na huzuni. Jukumu la ujumbe huu uliofika hapa kwa saa chache na kugeuza safari kurudi nyumbani, ilikuwa ni kusafirisha mwili wa Raila Odinga. Nje ya eneo hili la uwanja wa ndege, maandalizi ya kusafirisha mwili wa Raila yanafanywa. Jeneza la mbao lililobeba mwili wake likiwa tayari, mashada ya maua yakiwekwa kusubiri kuurudisha nyumbani Kenya. Muda mfupi baadaye, ujumbe huu uliotwika jukumu la kurejesha mwili wa Raila nyumbani unapata fursa ya kwanza kutazama jeneza lililombeba kiongozi huyu. Ni wasaa uliozua hisia kwa ustaarabu, jeneza lake linafungwa kwa rangi za bendera ya Kenya. Kwa baadhi yao, ukweli sasa unadhihirika kuwa mtu aliyekuwa akitembea na kushirikiana naye kwa karibu hayupo tena. Kwa mlinzi wa karibu wa Raila Morris Ogeta, hisia zinamlemea zaidi, na viongozi kwenye ujumbe huu wakigeuka kuwa waombolezaji. Huzuni wa ugete unapata kumsikiliza pengine akitafakari safari ya bosi wake akiwa India naye na alitarajiwa kumrejesha baba nyumbani alikopigania maisha yake yote. Maombi mafupi yakiandaliwa kando kando ya jeneza lililombeba mwili wa Raila likiwa limefungwa kwa bendera ya Kenya yalifanywa. Jeneza hili likiingizwa kwenye ndege ya Kenya Airways kwa safari ya nyumbani. Na kwenye kiza cha asubuhi kutoka Mumbai, safari ya kumrejesha galacha wa siasa Raila Odinga nyumbani inaanza. Ndege ya Kenya Airways KQ 203, iliyotajwa kuwa ndege iliyofuatiliwa zaidi karibuni, ilichukua muda wa saa tano kuingia kwenye anga tua ya Kenya, ikibadilishwa kuwa RAO 001. Kwa dakika chache ilitua kwenye uwanja wa ndege wa Kenya. Mwili wa galacha wa siasa na mwana wa Kenya, Raila Amolo Odinga, hatimaye alifika nyumbani. Baba alirejeshwa kwa wanawe, mume kwa mkewe, na kiongozi kwa watu wake. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.